Namba moja, msaada unaoonekana kama mtumishi ita. Namba mbili, maamuzi kama Daniel. Namba tatu, ndoa nzuri, familia yenye afya. Usiwe na ndoa mbovu katika utumishi wako. Nataka kukwambia Mungu, kabla ya chochote, alianza kwanza na ndoa. Kuidharau ndoa ni kuharibu utumishi wako wewe wa mwenyewe, na mshirika wa kwanza ni muumini huyo mwenye ndoa mwenzio, mke wako au mme wako, yeye ndo muumini wako wa kwanza. Sasa unielewe, wewe ambaye hujaoa bado, chagua vizuri ha, kwa sababu kuna kazi. Muumini wako namba moja ni mke wako au ni mmeo. Ni vizuri mtumishi wa Mungu, ukastop kwanza kanisa, ukafunga kwanza kanisa lako, simama kwanza na ndoa yako, ndio nafasi namba moja mshirika yaani mfano mi mshirika wangu wa kwanza ni pastor george ananisoma bwana yesu asifiwe si unayosema madhabauni ni mengine mkiwa wote wawili ni mengine yaani mpaka mtu anakuogopa ukiongea yaani mpaka nainamisha kichwa wangejua Hapana. nyumba yako iwe na afya tengeneza amani bwana yesu asifiwe muujiza wa kwanza yesu yesu aliwe unajifanya mimi ni mtumishi mwenye miujiza mimi ni uchiza mke wako naogopa hata kuongozana naye. Unajua mwenyewe unavyomvarisha. mm. Akikwamba tu sikuna, unanuna. Alhamdulillah, mtaokolewa wewe mwenyewe. Unakula huko, huwezi kutengeneza chakula nyumbani, mkala. Huwezi kumwambia mke wako nunua hiku, huwezi pata sadaka. Ni kula hotelini, ni kwenda, ni kukimbilia Urusi, ni kukimbilia kwenye vita. Unakuru, unaanza kuvimba tumbo. Bwana atawatokea? Bwana yupi atawatokea? mke wako amekaa kama na kwasha koo kwa kwanza, kuanzia leo, wale watumishi ambao ndio mko hapa niwaone wake zenu, ule mstari wa pili, nitataka kujua mke wako amevaaje. Nitamwangalia uso wake, itanionyesha nakula. Huyu umevaa unaimba kwa, anataka kutembea na wewe. Yesu, nimejua thamani, umejua ameshika vumbi mpaka miguuni, kuwa na ndoa yenye afya kama we ni mtenda miujiza, humshindi Yesu. Muujiza wa kwanza Yesu kufanya ilikuwa ni kwenye harusi kana ya Galilaya, akafanya muujiza kwenye harusi. Hakwenda kufufua, hakwenda kufungua, sijui wenye mapepo, alienda harusini akafanya muujiza, kwa maana tutaanza kwanza kwenye ndoa. Sawa, watumishi wa Mungu? Hivyo basi, nyinyi ambao hamjaoa, hebu chagua vizuri, kwa sababu hakuna kuachana hapa. Chagua kwelichagua, angalia, angalia tena, angalia, angalia, angalia, angalia, angalia, angalia, sachi miguu, macho, alafu anza tena moyoni, sema faya. Tuanza, mama, mimi sikujua huyu, akishakula mafungu ya kumi, mm, kumba na kitambi kikubwa <laughs> hapana.